Assalamu alaikum warahmatullahi wa kama wabarakatu. Naitwa Anas Salum Hamis, ni mmoja miongoni mwa wanafunzi kutoka katika madrasa ya VIMDAT. Kwa niaba ya wanafunzi wenzangu, napenda kutoa shukurani zetu za dhati kwa msaada huu mliotupa vitanda na magodoro kama haya, kwani ni msaada ambao utakuwa na manufaa yaliyokuwa makubwa sana katika masomo yetu hapa kwani kuna wenzetu ambao wako mikoani huko na wao wanatamani kuja pia eh, kujumuika nasi katika kusoma Qur'ani, lakini kutokana na kwamba na kutokuwepo kwa makazi au sehemu ya kuweza kujihifadhi, basi hiyo imepelekea kuwa ni changamoto na kikwazo kwa wao kuweza kufika kusoma. Kwa hiyo kwa msaada huu wa vitanda tutasaidia, kwani baadhi ya watu watakuja watasoma na watapata manufaa yaliyokuwa makubwa. Kwa hivyo tunashukuru sana na tunawaombea kila laheri, Mwenyezi Mungu aweze kuwazidishia pale mtoa, kwa Mwenyezi Mungu kuwalipa wanaotoa sadaka. Kwa hivyo tunashukuru sana lakini pia tunapenda e, eh, kuwaomba wengine wote ambao e, watakao kuwa Mwenyezi Mungu amewawezesha kwani tuna shida nyingi kama eh, jengo pia majengo ya kutosha kwa ajili ya yawe kama mabweni kwa ajili ya watu ili waweze kuja waweze ku, kulala vizuri kabisa. Kwa hiyo tunapenda kutoa shukrani zetu, zetu za dhati. Tunawashukuru sana na Mwenyezi Mungu awazidishie kila la heri. Na hadha salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salamu wa rahmatullahi Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa, wa barakatuh. Kwa majina naitwa Abdul Majid Amiri Salim ni mwalimu wa Madrasati Vimdat. Nashukuru kwa msaada huu ambao mmetuletea, inatuwezesha wanafunzi pamoja na walimu kushirikiana katika kuanza vipindi mapema, lakini vile vilevile kuwa kuwapa fursa wale ambao walioko mbali kuja kuendelea kusoma na wale ambao walioko karibu pia kuja kuendelea na masomo. Tunashukuru sana kwa huu msaada mliotuletea, na pia tunawaombeni mtuletee msaada zaidi ya huu, ili mradi tuende tuweze kuendeleza vipindi vyetu vya hapa Madrasa TV Vimdat. Hadha salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asalamu alaykum wa barakatuh. Wa alaykum asalamu warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Amma ba'd. Kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehma Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Awali yote napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu na kushukuru ndugu zetu walioweza kutuletea sadaka hii ya kitanda na magodoro yake kwa ajili ya weka bweni hapa katika kituo chetu hichi cha taasisi yetu. Ina madrasa kwa ajili ya usomaji wa Qurani na masomo nyingine ya dini kama fiki, hadithi na mingine, lakini pia tunafundisha teknolojia hapa na maskara mazima ya ujasiriamali. Kwa hiyo upatikanaji wa vitanda kama hivi utatuwezesha sisi kuwafikia wanafunzi wengi zaidi kuwapa ile taaluma yetu kwani VIMDAT ni, VIM ni kituo ambacho kinaangalia kwa wasioona elimu, afya na uchumi. Kwa hiyo tutawapatia elimu hapa ya kutosha na inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, na kuwawezesha baada ya kutoka hapa ili kwenda kuendeleza kile walichojifunza hapa katika maisha yao ili kuondoa wale kujitegemeza katika barabarani huko misikitini nanini, uko, lakini, na nini waondoke huko lakini wawe na na na taaluma zao na ujuzi wao. Kwa kwa hiyo tunashukuru kwa mwanzo huu na tunaomba wadau zaidi watusaidie kutuletea vitanda zaidi. Tunahitaji bado vitanda, bado tunahitaji magodoro, bado tunahitaji majengo kwa ajili ya mabweni hayo, tunahitaji viaraani, tunahitaji materials ya uwezi kufundishia na vitu vingine vingi sana kwa hiyo kwa kwanza tunaanza na vitanda hivi kwa sababu wanafunzi wako tayari mikoani, nje. Ao wadau wetu tusaidie magodoro, vitanda, mashuka ee, kwa ajili ya wanafunzi watakaoishi hapa. Kaida juzuu kwa ajili ya kusoma, hata uongezeko la kompyuta. Bado tunazo chache kompyuta kama 15 lakini tunahitaji zaidi, kwa sababu ni kituo kikubwa na ni senta kubwa, na hii VIMDAT ni Tanzania nzima. Kwa hiyo tutazalisha walimu hapa hapa hapa walimu wa, wa wasioona ni wasioona wenyewe. Kwa hiyo tukiweza kuzalisha walimu hapa, tutawafikia wasioona karibu takriban wote katika nchi hii, na kupata ujuzi, kuondoa barabarani, kuondoa misikitini na makanisani, wakihitaji misaada mbalimbali. Wakati huo watakuwa wanaweza kujitegemea na kuinua uchumi wao shao. kwa hiyo tunawaomba ndugu zetu wote mtakaoona video hii jitokeze kutusaidia katika masuala hayo na mengi mengineyo. Tunahitaji pia uzio hapa kwa sababu hao hawaoni, alafu mazingira bado yako wazi. Kwa hiyo tofali lako pia ni msaada mkubwa sana, simenti yako pia ni msaada mkubwa sana kwetu. Kwa hiyo tunawaomba na, na tunawahimiza ndugu zetu, Mungu atawalipa kwa kile mtakachokitoa kwa ajili ya wasioona.